Ama risasi, mauaji, mautekaji ambao wanaendelea, tusipojaribu kufanyia kazi sisi watabidi wafanyie wanetu. Now they will have to pay the same consequences ambao we are going to pay sisi. Na watu wanashuku kwamba tuzani atujue kwamba tutauawa. Watu wanajua tutauawa. Maana tunachojaribu kupinga ni uuaji pia, ni utekaji, ni vitu vingi kuhusu katiba, mambo ni mengi lakini hawa watu wako willing kuua watu ili... Sikilizaji Jeshi la polisi nchini Tanzania limemteka bwana ambaye anaitwa Nicodemus Julius Luyore ambaye ni kijana ambaye amezipigania haki za Watanzania na kuweza kuhakikisha kwamba ameinyoshea kidole serikali batili ya Samia Suluhu. Msikilizaji, siku chache zilizoweza kupita niweza kukuletea picha za bwana huyu akiweza kuzungumza moja kwa moja na akaweza kusema kwamba maovu ambayo yanatendeka nchini Tanzania haiwezi kuvumiliwa ama yawezi kusaulika mpaka pale yatakapoweza kufanyika maandamano ya D25 ambayo yameratibiwa kwa ajili ya siku ya tarehe ishirini na tano mwaka elfu mbili ishirini na tano Disemba. Sasa bwana huyu katika matamshi yake siku hiyo aliweza kusema kwamba serikali ya Samia Suluhu imeshindwa kutekeleza jukumu lake kwa wananchi. Badala yake tunaishia kuona vitu vingi vikiharibika na tumenyamaza tu. Kwa maneno yake akaweza kusema kwamba ikitokea kwamba viongozi kama bwana John Heche hawajaweza kuachia barua rasmi kwa polisi ama jeshi la polisi nchini Tanzania kwamba maandamano yafanyike tarehe kumi na tisa, msikilizaji, ambayo ilikuwa siku ya jana, angeweza kufanya hivyo na kuweza kuhakikisha kwamba amewasilisha barua rasmi ya kusema kwamba kungeweza kufanyika maandamano ya tarehe ya tarehe kumi na tisa. Sasa bwana huyu msikilizaji, Nicodemus Julius Luyole jana akiwa ofisini kwake, walifika polisi waliovaa kiraia, wakajitambulisha kisha wakamchukua na kuondoka naye maeneo ya mtaa wa Kamata, jengo jeupe upande wa kulia, kama uki unaelekea Mnazi Mmoja, ofisi za Alista. Sikiliza msikilizaji, bwana huyu katika siku ya jana ameweza kutekwa wazi ofisini mwake msikilizaji, akachukuliwa na polisi, polisi ambao waliweza kuvaa kiraia ama, ama, ama kwamba hawakuweza kuvaa ra, sare rasmi za polisi kipindi wamekuja kumteka bwana huyu nani? Kwa hiyo polisi hawa wakamchukua bwana huyu wakaweza kuondoka naye, kama vile naweza kukuchezea video, video hizi ambazo unaweza kuziona kwenye screen yako msikilizaji. Wakaweza kupotea naye na mpaka sasa haijaweza kusikika neno kutoka kwa bwana huyu au kutoka kwa polisi kusema ni kipi kinachoweza kuendelea. Msikilizaji, hiki tunaweza kukiangalia kama uvurugaji wa uhuru kwa sababu ukiwa kama Mtanzania una kila haki ya kuweza kuhakikisha kwa kwamba umezungumza. That is right of expression na umesema kile ambacho unahisi akiendi sawa, kwa sababu si nchi ni demokrasia. Kwa hivyo demokrasia inaruhusu kwamba kila mtu awasilishe hoja zake zijadiliwe, ili kuweza kupata mwafaka katika jambo fulani. Sasa serikali ya Samia Suluhu imehakikisha kwamba bwana huyu amepotezwa ghafla. Masuala haya ya utekaji sio mageni nchini Tanzania, msikilizaji. Maandamano yalipoanza Disemba ishirini na tisa uh, siku ya tarehe ishirini na tisa wakati wa kupiga kura, msikilizaji, bwana Nicodemus alihusika pakubwa kwa sababu ye ni mmoja wa watu walioweza kuamini kwamba kilichoweza kufanyika sio sahihi na aliweza kusimama kuweza kuhakikisha kwamba ameitetea nchi yake Tanzania. Sasa siku ya jana, polisi wametokea wakiwa na silaha lakini wamevaa kiraia, wakaweza kujitambulisha pale na kuweza kumteka bwana huyu swala. So, hilo, msikilizaji, linamaanisha kwamba serikali ya Samia hairuhusu Watanzania kuzungumza wazi ama kujieleza kuhusu hali zao za kawaida. Kwa mfano bwana, msikilizaji, bwana huyu katika video nilioweza kukuchezea siku chache zilizoweza kupita aliweza kusema kwamba ama risasi, mauaji, mautekaji ambao wanaendelea, tusipojaribu kufanyia kazi sisi, watabidi wafanyie wanetu, na they will have to pay the same consequences ambao we are going to pay sisi. Na watu wanashuku kwamba tuzani atujue kwamba tutauawa, tunajua tutauawa, maana tunachojaribu kupinga ni uuaji, pia ni utekaji, ni vitu vingi kuhusu katiba, mambo ni mengi lakini hawa watu wako willing kuwa watu ili hivi vitu visifanyike, ili waendelee kuwa ku, ku, ku, ku, na hela ambayo inaweza karuhusu akikooa akijisikia vibaya aende Dubai. Vitu vinakera. Alafu pia kuhusu Simba na Yanga, wakuu, hawa watu hawajatoa hata barua pole, hawajatoa hata barua pole, lakini still bado mnanunua majezi bado mnaenda kwenye mamechi mam, mam, bao bado mnaenda barua ya pole tu, wao wakipitia shida za kifedha wanatuchangisha na mnachangisha, mnajaza kikapu tarehe 29. Okay, kwa nini wasitoe hata open letter tu waseme kwamba kwa, kwa sababu afujo fujo zite fujo sawa za, za tarehe 29, pole kwa familia zilizopoteza watu. Kwa hiyo unahisi right now, nitasimama tena nasema mimi mshabiki wa Simba mkwe wake aliweza kuuliwa ama aliweza kuuawa siku hiyo ya maandamano ya tarehe ishirini na tisa, na sasa mpaka leo hajaweza kuupata mwili wa mkwe wake, na sasa alikuwa anaisuta serikali kuhakikisha kwamba miili ya wale ambao waliweza kuuawa iweze kurudishwa kwa familia zao ili waweze kuizika ikiwa mmoja aliweza kusema kwamba huyo mmoja alikuwa ni mkwe wake. Sasa mkwe wake huyo mwili wake haujawahi kuonekana tangu Disemba, konradi tarehe ishirini na tisa, wakati wa uchaguzi nchini Tanzania. Sasa bwana huyu akawa naisuta serikali kuhakikisha kwamba masuala kama hayo yapotezwe, na wananchi wapate kuishi huru kuishi nchini Tanzania, na kwa sababu hiyo miili ile iweze kurudishwa kwa familia ambazo ziliweza kuipoteza. Lakini msikilizaji, swala hili unaona limepelekea bwana huyu kuweza kutekwa na sasa hajulikani alipo. Na suala hili msikilizaji, limeweza kuzua tumbo joto kwa sababu inaonekana kwamba uhuru wa Tanzania haupo tena, na Samia Suluhu ameamua kuitawala Tanzania kama nyumba yake. Ndio hivyo hivyo kwa, kwa viongozi ambao ameweza kuwapatia mamlaka. Sasa hivi bwana huyu hajaweza kuzungumza chochote, hajulikani alipo, haieleweki alipelekwa wapi, lakini kinachobaki ni kwamba alitekwa na polisi, polisi waliovaa kiraia lakini pia walokuwa na vyombo vya dola na haijulikani walimpeleka wapi kumfanyia nini na kwa sababu gani. Hayo ni maswali ambayo yamebaki katika vinywa vya Watanzania. Msikilizaji, katika maoni yako msikilizaji, serikali hii sasa sahihi au, nahisi kunahitajika kuwepo tofauti katika uongozi wa Samia Suluhu Hassan? Achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia zidi kutufuatilia tuzidi kufahamishana kila wakati. Ambapo taarifa zinatokea, tunahakikisha kwamba unapata kutaarifika, msikilizaji.